Sele, mambo uh, mambo vipi mwana? Ah, poa. Uko vizuri? Alhamdulillah, niko vizuri. Hebu niambie unajisikiaje mara baada ya mechi kumalizika? Ah, uh, cha kwanza najisikia furaha, na pili pia ndo mechi yangu ya kwanza ya ligi, na pia uh, namshukuru Mwenyezi Mungu maana yeye ndo mweza kila jambo. Uh, na pia nashukuru pia kwa coach uh, kwa kuniamini kwa kunipa dakika hizo ambao amenipa, lakini nimeenda kufanya wonders, nimeenda kupambana team, na timu na nimesababisha goli na nime, nime, tume, nimefanya, tumetoka na ushindi mkubwa wa goli tatu. Hapo hapo, Sele, hii ni mechi yako ya kwanza, ulijiandaa zaidi? Ulikuwa na homework zaidi? Kuna vitu ukawa unavifanya zaidi au ni nini? Yani, yeah, yeah, mimi kila siku mii najiandaa na muda wote, mi niko tayari. Kwa hiyo mi ila kikubwa si tuna wachezaji wengi, kwa hiyo wakianza tuna steka zaidi ya watu watatu, na naamini kila anapata nafasi anaifanya vizuri. Kwa hiyo ni swala la muda tu, kila steka anaweza kuanza na akafanya vizuri. Ukiangalia hii mechi ya leo, sio kucheza vizuri tu, umefunga bao lako la kwanza, lakini bao ambao umefunga ni utulivu mkubwa ambao ulikuwa nao Umetulia, umetulia, umezama, umezama paka umeenda umeshuti. Ulifanyia mazoezi au ilikuja automatic? Vitu kama hivi vinatokea uwanjani kutokana na situation ambayo ina, ina, inatokea. Kikubwa ni, ni kujiamini tu, kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo napenda, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia pia kuanza msimu na na goli langu la kwanza. Tarajie hiki ambacho umekifanya leo zaidi ya yeah? Ni target yangu maana mimi nimekuja na, na target ambayo nimejiwekea, kwa hiyo kila mechi ambayo nitapata nafasi nitajitahidi kutunza nafasi ili niweze kutumia nafasi. Mashabiki wamekushangilia sana leo sele Uh, ni, ni kawaida ya ya mashabiki wa Simba wanasupporti timu yao, kwa hiyo mi napenda pia kuwashukuru, maana wao wanatupa nguvu. Kwa hiyo msimu huu waamini, kuna kuna kitu ambacho tumewaandalia surprise. Kwa hiyo ni mwanzo, ni mwanzo uh, na ni mwendelezo. Kwa hiyo waje kwa wingi, waje kutusupport timu yao ya. Yeah. Shukrani sana. Asante sana.